aya ya 22 hadi ya 34, na somo la injili linatoka katika injili ilivyoandikwa na Yohane sura ya 16 aya ya 5 hadi ya 11. Karibu tusikilize injili. Somo katika injili ilivyoandikwa na Yohane. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, sasa mimi naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka, wala hakuna mmoja wenu aniulizaye unakwenda wapi? Ila kwa sababu nimewaambia hayo, huzuni imejaa mioyoni mwenu. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja kwenu bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akiisha kuja, huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi, na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi; kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba wala hamnioni tena kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Neno la Bwana. Sifa kwako eh, Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, karibuni tutafakari kwa pamoja injili hii tuliyosikia hivi punde. Katika sehemu hii ya maandiko matakatifu tunajifunza mambo mbalimbali, tunapata jumbe mbalimbali lakini kwanza kabisa tuanze kuangalia kwa ujumla wake. Yesu anajua vyema kuwa wanafunzi wake wameshikwa na huzuni na majonzi makubwa, kwa sababu anawaambia waziwazi kuwa ataondoka na kuwaacha. Kwa mfano huo huo, sisi pia katika maisha yetu ya kila siku, mara nyingi tunakumbana na mambo yanayotusumbua kama vile mabadiliko yasiyotarajiwa, maangaiko ya kiroho, au hata kuondoka kwa vitu, mahusiano au hali tulizozitegemea kwa muda mrefu. Lakini katika mazingira hayo yote, Yesu anasema kwa ujasiri na upendo, ni faida kwenu niende. Je, yeah. kwa nini hilo ni la faida? Kwa sababu kuondoka kwake kwa mwili kunafungua njia na kufungua milango ya neema kubwa zaidi ambazo hazikuwezekana kabla ujio wa Roho Mtakatifu. Katika somo la leo tuangalie kwa undani jinsi ahadi hii ya Yesu inavyoweza kutusaidia sisi sasa, inatufariji katika majonzi yetu, kutufundisha katika giza la mashaka na kutupa udari wa kukabiliana na changamoto zozote. Ni kwa nini Yesu alitakiwa aondoke? Mawazo na hisia za wanafunzi. Walikuwa wamezama kwenye huzuni na wasiwasi. Hakuna anayeuliza unakwenda wapi? Waliogopa kuwa bila Yesu wangekuwa na hofu ya kukosa mlezi, mlinzi na mwenye kuwapenda kwa dhati. Walijiona wenyewe kama watoto wanaoenda kukosa mzazi. Pia, katika maisha yetu mara nyingi tunashindwa kutambua faida au lengo la Mungu nyuma ya mateso mabadiliko au vitu vinavyotutoka, tunajisikia kama vile Mungu amesahau au kutuacha peke yetu. Ahadi ya Roho Mtakatifu na ufunguzi wa neema mpya. Yesu anaeleza kwa uangalifu, kama siondoki msaidizi hatakuja, lakini nikiondoka nitawaletea kwenu Roho Mtakatifu. Hii inaonyesha kwamba kwa kuondoka kwa Yesu kwa mwili ni nafasi iliyotengwa kwa Roho Mtakatifu kuja kwa uwezo kamili na kukaa ndani ya kila mmoja wetu. Ndugu zangu, Mungu hutenda kwa njia ambazo mara nyingi hazieleweki kwa akili za kibinadamu. Wakati mwingine vipindi vya huzuni, maumivu au pweke ni vipindi vya maandalizi ya Mungu kwa ajili ya neema mpya ambazo zitakuja kuwa kubwa kuliko yale yaliyo yapoteza. Kama vile mavuno, yaani mbegu hufa au huoza ndani ya ardhi, ndivyo maisha yetu ya kiroho yanavyohitaji mabadiliko ya kusikitisha kwa ajili ya ukuaji wapendwa taifa la mungu katika maisha yetu je Ye, roho huyu mtakatifu ana ana umuhimu gani katika maisha yetu ndugu zangu ukisoma katika injili ya yohane sura ya kumi na nne aya ishirini na sita roho mtakatifu ni msaidizi roho mtakatifu ni msaidizi ambaye haachi kazi yake hadi siku ya mwisho yeye ataongoza kila hatua yetu kutusaidia kuchagua njia sahihi na kutukumbusha neno la Mungu katika wakati wa mahitaji. Kwa mfano tunapokumbana na migogoro mbalimbali mbali, mfano ya kifamilia, ataweka mioyoni mwetu njia sahihi kwa ajili ya amani au hekima. Ndugu zangu, mara nyingi tunajihisi tuko pekee yetu, pale ambapo tunapohisi tuko peke yetu na tunakosa nguvu, roho huyu hutupatia nguvu na kutufariji. Yesu akuruhusu wanafunzi wake waende kazini peke yao. Ahadi yake ni kwamba Roho Mtakatifu atakaa ndani yao milele. Hata katika wakati wa majonzi au unaposhindwa kusali, kumbuka kwamba yeye yuko karibu zaidi kuliko hewa unayopumua. Ndugu zangu, mara nyingi tunaogopa kusimulia wengine makuu ya Mungu. Tunashindwa kutoa ushuhuda kwa sababu ya hofu na uoga wetu, lakini Roho Mtakatifu atatupa uwezo huo wa kusimulia habari njema kwa ujasiri kama tunavyosoma katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza aya ya nane, mtapokea nguvu Roho Mtakatifu atakapo kuwajieni nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kumbe hata kama una wasiwasi wa kukosa maneno, yeye atakupa maneno sahihi na mamlaka ya kusema. Wapendo wa taifa la Mungu, Yesu aliondoka lakini alituachia nguvu kutoka juu ambayo ni Roho Mtakatifu, ukisoma katika Injili ya Luka sura ishirini na nne aya arobaini na tisa. Leo hii Roho Mtakatifu ni kweli na mwenye nguvu kama Yesu alivyokuwa hapa duniani. Kama unakumbana na huzuni kutokana na makosa yaliyopita au unajisikia kukatishwa tamaa kwa sababu ya majaribu, kumbuka dhambi zako zimesamehewa kwa damu ya Yesu. Una haja ya kuishi kwa majuto au hofu ya hukumu. Haki yako imethibitishwa kwa ufufuko wake. Umeunganishwa na Mungu kwa njia isiyoweza kutenganishwa. Hukumu yako imefutwa kwa ushindi wake juu ya mauti na shetani, unaweza kuishi kwa uhuru. Ndugu zangu, tuhitimishe kwa kumuomba Mungu ili atujaze mioyo yetu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tumuombe kwa dhati, atufungue macho yetu ya kiroho, atusaidie ili tuweze kumwamini Yesu kwa uaminifu na atupe nguvu ya kumshinda shetani na majaribu yote ya maisha, ili tusikubali kuishi chini ya hofu, bali tuishi kwa uhodari wa kifo na ufufuko wa Kristo. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili leo. Niliye kuletea tafakari hii ni meme Frateri Mark Dismas Ibede wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola Morogoro. Itukuzwe Damu ya Kristo!